Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema epuka kupeleleza ahadi za Mungu, epuka kupeleleza ahadi za Mungu. Yawezekana Mungu amesema na wewe au amekupa ahadi ya jambo fulani linalokuja kupitia labda neno lake au kupitia mtumishi wake au kupitia maono au ndoto au chochote kile, Mungu akakuambia kwa kwamba kuna jambo fulani litakuja mbele yako au kuna jambo fulani litafanyika katika maisha yako lilo zuri. Ni muhimu sana kujua jinsi ya kuishi katika ahadi za Mungu kwa sababu usipojua namna kuishi katika ahadi za Mungu unaweza ukafika wakati wa ahadi za Mungu ukaikosa ile ahadi. Au ukakosa kabisa hata kuzifikia au kuzikaribia zile ahadi za Mungu. Lakini tukijua kibiblia kanuni za kuishi katika ahadi za Mungu tutaweza kuishi sana mapenzi ya Mungu. Kwa leo nataka tuangalie kanuni kadhaa za kuweza kuishi katika ahadi za Mungu, lakini ujumbe unasema epuka kupeleleza ahadi za Mungu. Nataka tukaangalie madhara ya kupeleleza kitu ambacho Mungu kakuahidia katika maisha yako. Sio vibaya kupeleleza, lakini kuna hatari kubwa sana kupeleleza ahadi za Mungu juu yako. Kwa namna gani? Tukisoma katika Biblia kipindi ambacho wana Israeli wanatoka Misri wanaenda katika nchi yao ya ahadi. Biblia inatuambia kwamba walipofika mahali fulani wanapojulikana kama Kadesh Barnea, wana wa Israeli walikusanyika pamoja, wakamwomba Musa kwamba wapeleke watu wakaipeleleza ile nchi ambayo Mungu kawaidia. Kumbuka kwamba Mungu tayari alikuwa shahidia wana wa Israeli kwamba anapeleka katika nchi inayomiminika maziwa na asali. Lakini pamoja na kwamba walishahidiwa ahadi kubwa kama hiyo bado wana Israeli walitamani kujua ni kitu gani utakachoenda kukuta katika hiyo nchi kabla wakati. Hivyo basi, wakaomba wakaomba Musa kwamba apeleke wapelelezi, na Musa akaenda kumuuliza Mungu, na Mungu akaruhusu kwenda kupeleka wapelelezi katika ile nchi ya ahadi kabla hajafikia. Kwa hivyo wakusanyika wazee 12 kutoka katika kila kabila mtu mmoja, wakaenda kupeleleza ile ahadi, lakini matokeo yake yalikuwa kinyume na walivyotazamia. Sasa naomba nisome maandiko machache katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Alafu tena nitasoma kitabu cha Hesabu ili tuweze kuliweka ile vizuri. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya kwanza na ule mstari wa 22. Tuanze labda ule mstari wa 19. Nataka nasoma kwa awamu. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 22 hadi 27. Mstari wa 19 hadi 27. Nitaruka tena 34 hadi 37. Neno la Mungu nasema. Tukasafiri kutoka Horebu tukapita katikati ya jangwa lile kubwa la kutisha, mlioliona njia ile ya kwendea nchi ya vilima vya Waamori, kama Bwana Mungu wetu alivyotuamuru. tukafika Kadesh Barnea. nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima ya Waamori anaotupa sisi Bwana Mungu wetu. Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako, haya panda uitamalaki, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Angalia sasa, mstari wa ishirini na mbili tufuatilie mstari wa ishirini na mbili Anasema, nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupelelezee nchi na kutuletea habari za njia itupasayo kuipandia na miji tutakaoifikia hapo. Kumbuka hapa, kumbuka, anamwambia Musa, tupelekee watu. Neno hili likanipendeza sana, nikatoa watu kumi na wawili mmoja, mtu mmoja wa kila kabila na wakageuka wakapanda milimani wakafika bonde la esh, Eshkol wakalipeleleza, wakataba baadhi ya matunda nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini, wakatuletea habari tena wakisema, nchi hii anaotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema, lakini hamkukubali kukwea huko, mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu, mka mkanungunika hemani, mkanungunika hemani mwenu mkisema ni kwa sababu Bwana ametuchukia ndipo akatutoa katika nchi ya Misri apate kutia katika mikono ya Wamori ili kutuangamiza. Mstari wa ishirini na nane: tutakuwa kwenda wapi? Ndugu zetu wameiusha mioyo yetu wakituambia wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi, miji nayo ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni, na zaidi hayo tumeona wanaki. Ndipo nikaambieni, msifanye hofu wala msiwachi msi Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayopigania kwa mfano yote aliyofanya huko Misri mbele ya macho yenu. Na huko jangwani ulipoona alivyochukua alivyokuchukua Bwana Mungu wako, kama mtu mchukua wewe mwanawe, njia yote mlioendea hata mkafikilia mahali hapa. Sasa naomba niruke mstari wa 34 nisome hadi mstari wa 37. Anasema, Bwana akaisikia sauti ya maneno yenu akaghadhibika akaapa akasema hakika hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeona nchi hiyo nzuri niliyowapia baba zenu kuapa, isipokuwa Kalebu mwana Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto ye wake nchi hiyo alioikanyaga, kwa kuwa amefuata Bwana kwa kila neno. Na Bwana kanikasirikia mimi kwa ajili yenu, akisema akasema, wala wewe hutaingia humo. Yoshua mwana wanuni asimame mbele yako ndiye atakayeingia mche moyo yeye, Israel, komba, so kwa yeye atayarithisha Israel. Tuishie tu hapo. Tunasoma kwamba sio Mungu alioambia kwamba kaipeleleze ile nchi ya ahadi. Kusudi la Mungu ni kwamba waende waingie katika ile nchi ya ahadi, na Mungu aonyeshe uwezo wake wote, kama alivyoonyesha alipokuwa nao kule Misri alipompiga farao, lakini hawa wakaogopa na kutetemeka, wakasema Bwana amekuidea nchi zurebu, tuende tukaiangalie. Kwao wanataka kuona ahadi za Mungu kabla ya wakati. Unataka kuona uwezo wa Mungu kabla ya wakati. Unataka kuona faida au baraka za Mungu kabla ya wakati kufikia, pasipo kujua kwamba baraka au ahadi za Mungu zinafungwa katikati ya dhiki na hatari nyingi. Ndio maana walipoenda walitazamia utaikuta tu nchi ni laini ni rahisi kuingilika. Wakakutana na majitu ambayo Biblia inatuambia walikuwa ni warefai, warefu, majitu makubwa. Wakajiona nafsi zao kama mapanzi, wakaogopa kutetemeka, na hiyo ikafanya warudi na taarifa za kuogopesha na kuhuzunisha na kukatisha tamaa kwa lile kundi lingine lililosalia kule nyuma. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba watu wakavunjika moyo, na hapo ndo mwanzo wana Israeli kwenda kuzunguka miaka 40 jangwa, kwa sababu ile safari ilikuwa ni safari siozidi mwezi mmoja, kutoka Misri, mpaka kutoka Misri mpaka nchi ya Kanaani ilikuwa ni safari fupi tu, lakini ikawachukua miaka 40. Na Mungu akamwambia, hesabuni kila siku moja kwa mwaka moja, walienda kupeleleza siku 40, kwa hiyo siku 40 kila siku moja ni mwaka mmoja, wakapewa adhabu miaka 40 kuzunguka pale jangwani. Hakuweza kuingia nchi ya ahadi kwa muda miaka 40, baadaye mpaka miaka 40 ilipoisha. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu walitaka kwenda kupeleleza ahadi za Mungu, walienda kupeleleza Adam, kabla hajazifikia. Mwisho wa siku wakutana na hatari nyingi, ikasababisha kwamba wakashindwa kuingia katika hiyo nchi ya ahadi. Habari hizo sote soma vizuri, jinsi gani Mungu aliruhusu jambo hilo, tutasoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 13 mstari wa kwanza hadi tano, kwa, so, tu, kwa neno, kwa ndoto, kwa maono, kwa mtumishi, kwa njia yote ile. Epuka sana kupeleleza mambo hayo yatakuwaje. Kwa sababu ahadi za Mungu zimefungwa katikati ya misukosuko mingi, katikati ya majaribu mazito. Laiti watu wangejua kwamba hiyo nchi ndio inabubujika maziwa na asali, saizi ni majitu wanakaa huko. Wangejua mapema wasingetoka hata Misri, lakini walikuja kujua katikati ya safari, na hiyo pia ikasababisha kuwa kikwazo kwao kuingia katika ile nchi. Lakini wasingejua kabisa pia ingekuwa ni faida, kama wangeenda kukutana na hao majitu tarehe washafika mahali pale, wangeona uwezo wa Mungu lakini waliogopa kwa sababu. Hizo ahadi za Mungu, baraka za Mungu zimefichwa katikati ya mateso, dhiki, katikati ya watu hatari, katikati ya vitu viovu, katikati ya maadui zao. Hali kadhalika na pia ahadi za Mungu kwako zimefichwa katikati ya maadui zako, pengine, pengine watu ambao wanakuchukia, watu ambao wakupendi, watu ambao wanakuumiza moyo. Baraka za Mungu zimefungiwa huko. Sasa ukianza kupeleleza, Mungu anakuambia nitakupa kitu fulani, alafu unaanza kupeleleza, Mungu ukimlazimisha Mungu akuonyesha atakuonyesha, na ni rahisi kukata tamaa kwa sababu zinapita misukosuko. Baraka nyingine za Mungu zimefungwa katikati ya misiba dhiki, shida. Tengeneza picha ya Ayubu, laita ngeambiwa kwamba atakuja kupata mara mbili vile vitu alivyokuwa navyo. Alafu akamuomba pingine pingine akamuomba Mungu amuonyeshe. Katikati kumbe ya misiba, katikati ya dhiki magonjwa, ndio huko baraka zake zimefungwa. Kwa ile dhiki magonjwa, ndio mbolea zile baraka zinazokuja. Muangalie Yusuf. Yusuf alioteshwa, alionyeshwa na Bwana kwamba atakuja kuwa mtu mkubwa na ndugu zake watamuinamia. Yeye alizani jambo tu la kulala na kuamka, kwenda kuambia ndugu zake ndoto zake. Matokeo yake ni nini? Akajua kwamba hizo ndoto mpaka zitimie lazima apitie kwanza Misri, akataliwe auzwe utumwani, akae muda mrefu katika vifungo. Ndipo baadaye ukaone hizo ahadi za Mungu ambazo Mungu kamuahidia. Na ni hivyo hivyo pia hata sisi. Ahadi ya Mungu yote akikwambia kwamba nitakuwa pamoja na wewe, utakuwa kitu fulani, utafanya kitu fulani hapo mbeleni, zimefungwa katika majaribu mazito sana. Usitenge muda wako mwingi sana kuchunguza chunguza. Itakuwaje kuaje? Itaanza lini? Mungu atanzaje? Wewe kaa katika imani, muombe Mungu akuepushe tu na ule muovu na uweze kushinda vipindi vyote. Lakini kiwalisia, ahadi za Mungu zimefungwa katika majaribu mazito. Mungu akwambia, nitakupa kitu fulani, chochote kile. Anza kuweka akili yako kwamba kuna majaribu mazito atakuja hapo mbele. Anza kuweka akili yako jiandae katika hilo jambo. Na usimulize Mungu, hebu nifunulie, nionyeshe inakwaje kwaje kwa. Mungu anaweza kukuonyesha kweli, lakini matokeo yake kuonyesha wewe ni kukata tamaa. Ndio maana Mungu hapendi kutufunulia, lakini hawa limlazimisha Mungu kwamba tunaomba tukayuni nchi ya ahadi jinsi ilivyojaa maziwa na asali. Wakaenda kweli, wakakuta ni kweli, ni nchi inobujika maziwa na asali, wakaja paka na vishada vya zabibu, wakionyesha watu ni kweli, lakini wakaambia, lakini kuna majuto huko. Sasa tumalizie kusoma, labda hiyo ni ni habari vizuri katika kitabu kile cha Hesabu sura ya kumi na tatu na mstari wa kwanza kitabu cha Hesabu sura ya kumi na tatu na ule mstari wa kwanza, hapa kule wa tano. Hesabu sura 13 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema kisha, Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze wepe, wepe, nchi ya Kanani Wana wa Israeli katika kabila ya baba zao. Mtatuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Sasa ukianza kusoma hiki kitabu cha Hesabu unaweza kudhani Mungu ndio aliyewaambia kwamba wakapeleleze nchi. Mungu kama aweze kumtuma mtu akapeleleze ahadi zake. Ukisoma sasa kama tulivyosoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 22 ndio tunakuja kuona kwamba sio Mungu aliyewaambia isipokuwa Israeli walianza kumwambia Musa kwamba tunataka tukapeleleze ile nchi ya ahadi. Na Musa akaenda kumuomba Mungu. Sasa Mungu ndio anampa maelekezo ya wao kwenda kupeleleza nchi ya ahadi. Kwa Mungu alikubali maadhimio yao. Pengine akasema labda watu wape uhuru wa kwenda kuangalia wanachokitamani. Lakini Mungu alijua matokeo yake ni nini, lakini kwa sababu alikuwa na shingo ngumu, Mungu akaruhusu kuwapa kile walichokuwa wanakitaka. Ndio maana kuna mahali Bwana Yesu akasema Mafarisayo wa, wanafunzi wa, wa pamoja na Mafarisayo akamuuliza Bwana, imekuaje basi Musa aliruhusu kutoa hati ya talaka? Bwana Yesu akasema kwa sababu ugumu wao, ugumu wa mioyo yao Musa aliwaruhusu ilikuwa hivyo tangu mwanzo. Kisha Bwana kanena na Musa kumwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli, katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja kila mtu maawe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika Parani kama ile alivyoagizwa alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli na majina yao ni haya katika kabila la, kabila ya Ruben Shamua mwana wa Zakuri. Sasa hapa anatajwa anatajwa, naomba niruke. Pako ni mstari wa 17 Musa akawapeleka ili wapeleleze nchi ya Kanaani akamwambia, pandeni sasa katika Negebu mkapande milimani mkaitazame, nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanaokaa, kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkaalete matunda nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda kuipeleleza nchi toka jangwa la Sinai hata Rehobu mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebron na Ahimani na Sheshai na Telmai, wana wanawake walikuwa wako huko, nao Hebron ulijengwa miaka saba kabla swari, Soani wa Misri. Naomba niruke pako ile mstari 3 33, mstari wa 3 33 neno la Mungu linasema kisha huko baada ya kufika sasa katika nchi nasema: kisha huko, tuliona wanefili, wana wanaki walitoka kwa hao wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. wanatoa taarifa hizo baada ya kurudi, Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka na machozi usiku ule. Kisha wana Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni, mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuangamie kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Ndipo Musa na Aruni wakaangua vifudifudi mbele za mkutano wa kusanyiko la Israeli na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwa waliopeleza nchi, wakararua nguo za. Hebu tuishie hapa, lakini ukiendelea mbele utakuja kuona kwamba hawa watu walioleta taarifa nzuri walikuwa ni, uh, ni Joshua pamoja na Caleb ndio walikuja kuleta taarifa za kuatia moyo, lakini hazikuwa na nguvu. Za wale kumi zilikuwa na nguvu. Sasa haya ni mambo ambayo tunajifunza, hajaandikwa tu kama hadithi za kuweza kutusisimua au kutuambia mambo yaliyojiri kipindi cha zamani, lakini yameandikwa kama mifano kutonya watu wa zama hizi. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza ili sura ya kumi na sura ya kumi inaelezea hivi kwa hivyo basi ni, ni muhimu kujua hili pia kwamba ahadi za Mungu sio za kuzipeleleza. Mungu amekwambia utapata mtoto, usianze kupeleleza itakuwaaje? Mungu amekwambia utapata kazi, usianze kupeleleza, peleleza itaanza wapi, itaenda wapi? Utakutana na changamoto nyingi sana. Mungu amekuahidia kwamba utakuwa mtumishi wake, utafanya kazi yake, utakwenda huko na kule pengine, utafanya hili na lile. Usianze kuuliza itakuwa wapi. Wajibu wako wewe waanza kumwomba Mungu. Ndio unaweza kutafuta jinsi ya kuanza kufanya kazi ile au huduma ile au chochote kile. Lakini sio kwa, si kwa lengo la kupeleleza. Ukiwa na lengo la kupeleleza utakutana na taarifa ambazo zitakuvunja moyo sana, sababu pale ambapo udhani kwamba utapita ndipo ambapo utapitishwa ili ukakutane na baraka zako, na pale ambapo utegemee kwamba uta, utapita ndipo utakapopitishwa ili ukakutane na baraka zako, jambo ambalo ni nje kabisa na matakwa yako, nje kabisa na mipango yako, nje kabisa na matazamio yako. Mungu amekuonyesha utapata kitu fulani kikubwa sana mahali pengine, usifikiri kwamba wakati mwingine utapita njia ambayo unaitegemea wewe utapitishwa katika njia ya majaribu mazito, na pia baraka zako zimefungwa katikati ya malalamiko, katikati ya ya watu watakao kulalamikia, watu watakao kulaumu, katikati ya watu wabaya, katikati ya vitu vibaya, katikati ya mazingira magumu, katikati ya mazingira magonjwa, katikati ya watu ambao ni nguvu kuliko wewe kwa kila kitu. Matakataka yote yamefungwa huko, kwa kitu kizito chote kinapatikana katika hatari nyingi. Ndio maana kwa kumalizia, mfano wa mwisho utakumbuka kipindi ambacho Samson anaenda kule kwa kwa Wafilisti, anakutana na simba njiani. Ule simba alimrarua kama vile mtu anavyorarua mwanambuzi. Alipomrarua zile taa zake zilipasuka. Kwa tunaona nini, kitu gani kilichotokea pale. Katikati ya mwenye kula kunatoka utamu, kunatoka kitu kizuri. Sasa yule simba unawezaje kwenda kuchukua ile asali kwa hiyo kaichukua afa kaonyeshwa simba afa angekuwa na nguvu asingeenda. Itajitengeneza. Kwa hiyo ni lazima tulijue hilo kwamba asali zetu ziko katikati ya masimba, zipo katikati ya machui, zipo katikati ya mambo mabaya. Hatuna budi kukaa na kumngoja Bwana pasipo kunung'unika wala kufikiria namna gani ya kuipeleleza ahadi za Mungu. Hiyo itakuwa ni bora kwetu na ni faida kwetu, ili ni somo la kujenga kiroho, kukutia moyo ambaye unaanza kuona pengine kuna mambo ushaanza kupitia ambayo haieleweki leweki, jitie moyo, jitie nguvu, sababu baraka za Mungu zipo katikati ya misuko, majaribu, zipo katikati ya maadui, zipo katikati ya shida na dhiki. Jitie nguvu kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tunaomba kila mmoja ambaye Mungu amelisikia neno hili liweze kumsaidia katika maisha yake ya kiroho, mpe mtu mmoja nyingine katika maisha yake, msaidie Bwana, katika hizo ahadi ambazo umeziahidi mbele yake, e Bwana, naomba zikatimie, lakini ukampe moyo usubira Moyo unyenyekevu, moyo utulivu, moyo wa kukucha wewe, moyo wa kukungojea. Ulisema wote watakaongojea watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka. Nami ninaomba mtu huyo Bwana, akapige mbio wala asichoke. Nami pia ukanisaidie, na wote ukatusaidie, ahadi zako tusizipite. Kama ulivyosema umezikuza ahadi zako kuliko jina lako, tunaomba basi ukatusaidie Mungu, ahadi zako zote tukazifikie, pasipo manung'uniko, pasipo upelelezi, bali kwa kungoja kwa saburi na kwa ushindi. Nakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa ni mwaminifu.